Klabu ya Simba imeruhusiwa kufanya mazoezi uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe kumi na nne Juni mwaka huu 2025 siku ya Jumamosi, ambayo ni siku moja kabla ya mechi ya dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga. Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo imewaandikia barua hiyo Simba, ambayo ndio klabu ngeni kwenye mchezo huo ili kuhakikisha kanuni za ligi kuu zinafuatwa na kutimizwa. Barua hiyo yenyewe inaanza kwa kusomeka hivi: taarifa ya mazoezi rasmi timu tarehe kumi na nne Juni mwaka huu 2025. Tafadhali husika na somo hapo juu Wizara imepokea barua yenye kumbukumbu wamehitaja hapo tarehe tisa Juni mwaka huu 2025 kuhusu taarifa ya mazoezi rasmi ya timu ya Simba tarehe 14 Juni mwaka huu 2025. Tatu, kwa muktadha huo tunawafahamisha kwamba uwanja upo tayari kwa mchezo huo na wizara haina kipingamizi na timu kufanya mazoezi ya mwisho kabla ya mechi kwa mujibu wa kanuni. Aidha, wizara inapenda kusisitiza kwamba itaendelea kutoa ushirikiano kwa viongozi wa vilabu vyote nchini wanaoomba kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa na vingine vyote vilivyopo chini ya wizara bila kukwamisha kwa namna yoyote matumizi ya viwanja hivyo. Aidha, mnakumbushwa kukamilisha taratibu zote za maandalizi ya mchezo ikiwemo Ushiriki pre-match meeting ambao huratibiwa na wasimamizi wa ligi kwa mujibu wa taratibu za ligi. Nashukuru kwa ushirikiano. Boniface Tamba, naibu katibu mkuu. Ndio imetolewa hapa na Simba wameruhusiwa kufanya mazoezi. Hii ni siku moja kabla mchezo wa dabi ya Kariakoo tarehe kumi na tano, lakini kwa upande wa Yanga wao hawachezi Je, yeah, itakuwaje siku hiyo? Ni suala la muda na kusubiri kuona, lakini utakumbuka Machi nane, mchezo ambao uliahirishwa kuamkia Machi nane, Simba walizuiwa kufanya mazoezi ya mwisho kwa watu ambao wanadaiwa ni makomando wa Yanga. Lakini safari hii Simba wanakwenda kufanya mazoezi yao ya mwisho kuelekea mchezo huu wa tarehe kumi na tano.